Well, the guests are here. Jamani tayari wageni washajipamba washavaa washapost sasa hapa tu kuna wa Nigeria versus Tanzania wapi walitokelezea bala wote walipendeza sijasema hapa nani kazidi nani ajazidi uh-huh. wote walitokelezea hatari na nusu sasa hapa tuangalie Ok, masta mbalimbali ndugo mbalimbali walivyopendeza, eh, wa Nigeria na watanzania kitu kimoja bwana. Kuna mtu huko mtandao nikanifurahisha kweli, anasema watanzania na ni wanaume ndugu wa Jux wamevalishwa pink. <laughs> wamevalishwa pink wakati hawa wenzetu wamekaa vizuri na rangi yao hii ya ndimu. okay, let's see hawa tanzanian walivyovaa na wenyewe Well, hiyo ndiyo timu ya groomsmen, wamekuja na pink, vazi la Kinigeria nzuri kabisa. Acheni chonganishi, wamependeza sana. Huyu ni mdada kutoka Tanzania, huyu mkaka hapo kutoka Nigeria. Kwa hiyo Wanigeria wamechagua wao green, na hiyo green yenyewe yani wanawake wamevaa green na wanaume wamevaa, zinatofautiana kidogo, lakini ni gn. Huyu mama wake na Prisila katokelezea hatari na nusu. Huyu ni Mina Ali jamani, kapendeza Mina Ali au mnasemaje, mnasemaji? Ah, katokelezea bwana ok. Hii ni timu ya Tanzania, hawa ndio ndugu wa upande wa mume hapo na iron poe alivyotokelezea kabisa na pose lake hilo aloliweka hapo. Watu wamejua kudamsh, wamejua kudamsh. At first sikujua kama hawa ni Watanzania mpaka nilivyomwona Mina Ali akawa introduce kama hii ndio familia ya Jux, hawa ndio Watanzania upande wa bwana upa harusi ndio nikajua okay. ah, hey. Sio kwa mishono hiyo bwana, wamebaruza, walijua kubaruza, hawajatuangusha. Trust me, ama nyinyi wenyewe mnaonaje? And hii ni just first look, nitawapostieni video ambayo imetulia vizuri, tuangalie huko na huko. Embu cheki huyo dada hapo alivyopendeza na mshono wake, mshono umeenda shule, kaushona ukashoneka, utasema hao ni Mtanzania na huo mshono, ai <laughs> kwa kubaruza, mi nikajua hawa ni wa Nigeria eh, at first nikajua hawa ni wa Nigeria lakini, tizi, tunajua kuvaa yaani tunajua, tunajua tena, wamejua kubaruza wamejua kubaruza rangi za nguo yao ni nzuri eh, mishono iko pambe, wamependeza. Mi na ali special ikapendeza sana, kuanzia hairstyle, mishono um, wake makeup, everything and the rest, wote wali look good and uh, huyu hapa ni dada yake na Juma Jux. Hii ndiyo outfit aliyokuja nayo dada yake Juma Jux. Okay, kachagua rangi hiyo kama ya cream. Iko video nyingine nitawekeeni hapo. Nitawekeeni mpaka nashinda kuongea. Nitawekeeni. Okay, muone vizuri rangi ya hiyo nguo ina kama cream, ina kama pink fulani hivi. So amazing. Well, kwenye hii video ndo anaonekana vizuri hapa na hiyo dress yake, rangi yake ilivyokaa. Yeye kaamua kutoka zake na hiyo yani wote dress code ilikuwa ni hiyo Nigerian style. Kwa hiyo wote wamevaa Nigerian, uh, Nigerian style nguo zao hapo, mwenyewe akiwa anasalimiana na wakwe nini, alijua kubaruza kupendeza tu, kapendeza. Mashaallah, kupendeza kapendeza, hatari na nusu yani hmm. Walijua kupendeza. Ok, na huyu ndio mama mkwe, mama yake na Priscilla, mkwe wake Juma Jux. Yeye alibaruza na hiyo outfit yake hii hmm. Ni sare, ndo alikuwa sare upande wao kwa hiyo upande wa mwanamke hii ndio ilikuwa sare yao na wamebaruza sana. Kwa hiyo ukiona hii rangi hii ama hii kitambaa hiki, basi ujue huyu ni upande wa mke, ndo wamekuja na hiyo sare ya yeah. Kama mnavyomwona mama mzaa Chema alivyotokelezea na hiyo outfit yake hatari na nusu babu kubwa yani. <laughs> Okay, sasa so so tuendelee kwa Wanigeria walivyotokelezea. Unaona wanaume hapo ndio, no, no, no, walivyovaa Wanigeria nao walijua kubarusa, maona wanaume no, hapo walivyovaa. Rangi imewakaa, rangi imetulia, rangi haipigi kelele. <laughs> Ah, hatari na nusu. Huyu rafiki yake na Prisi huyu wachepele wachepele kidogo huko, well, mnaona hapo wa Nigeria wamekuja na style yao, yo very mindful. Okay, na huyu ndo mama yake yule rafiki yake na Prec. Ok, sasa huyo, okay. nasikia huyu ndo alidesign ndo sijui alitengeneza nguo ya ya Priscilla I think yeah, I'm not sure kama nimekosea mtani correct hapo um, lakini yeye ndio alivyotokelezea, yeye ndio alivyobaruza hivyo. Mmeona hiyo, mmeona huo mshono wake ni mwambini. Mkiona hiki, mkiona hii kitambaa hiki mujue basi huyo ni upande wa mum, I mean, wa mke. Mkiona hiki kitambaa tu pigia mstari, huyu ni upande wa, wa mke <laughs> walijua kubaruza yani, hapa wote walibaruza. Sitaki kupendelea, kusema la haki, sitaki kupendelea upande huu wala huu. Tutaangalia ba, yani bado mishono inakuja bado, yani hiki nimewapeni tu kionjo kidogo, niwaonyesheni hapa yanayojiri huku, yanaendelea watu walivyobaruza, lakini bado kabisa, yani ndio kwanza hapa hatujamwona Nandi, hatujaona Nandi alivyovaa Eh, hatujaona Diamond Platnumz na wengine wengine uko meimpos nani nani, kwa hiyo bado no. Well, sasa katika huu mwonekano wa Niger vs Tanzania, hebu niambie hapa kwanza kabisa, umependa rangi ipi? Then umependa kitambaa kipi hapa katika Watanzania na Wanigeria, ipi kwako imekubamba? Kama unaona hii bwana, bora wote wangeshona hii <laughs> o isingenoga, lakini just wewe niambia kwa upande wako ipi linoga? For me on my side, wote walibaruza, yaani hii rangi a imewapendeza na hawa imewapendeza, hmm. Kwa hiyo kubaruza tu walibaruza. Okay, hapa tunasubiri tumoni Prisi mwenyewe tuone vazi lake, atavaa rangi gani, atavaa nguo aina gani? Na nataka nimwone Nandi, very expensive lady, nataka nimwone yeye atakuja na mshono gani sasa. Sijui kama ndio kitambaa iko hiko, lakini kama ni mshono, nataka nione mshono gani na alipendezaje, eh hatari! Hey, na nusu, usikae mbali kwenye hii page. Kama hujasubscribe, subscribe na weka notification yako on. Usisahau ku like hii video ucomment pia. Love you all, malizieni na hii.